Nikawa nimepigwa sana nikadondoka pale, damu zikawa zinavuja. Kitu nilichokiona kwenye mikono yangu ni damu zimejaa. Nikawa nimekaa pale na mbwa wakawa wananing'ata kwenye miguu, na wakaleta mbwa mwingine kushughulika na mkono wangu, mguu wangu mwingine, huwa pili, miguu ina majeraha, mnaweza mkaona tu mbele, nyuma. Kitu kilichonishangaza sana ndugu zangu, wale askari walikuwa tayari kusaidia umbwa lakini sio mimi. Walikuwa tayari kus, kus, kus, kusaidia umbwa yule nisimpige, lakini mimi nipate eh, majeraha. Kwa hiyo zile fimbo zilipotua kwenye kichwa damu zikawa zinatoka sana pale, nikawa nimeanguka pale deni nika katulia, mbwa wanaendelea kung'ata miguu yangu ee ee, ba baada ya muda kidogo, kuna fande moja ambayo siwezi kumkumbuka ni namna gani akasema hao mbwa wale mbwa wakawa wametolewa, wame, wame nikawa navuja damu kwenye miguu kwenye mikono, wale mbwa wakawa wamewatoa, nikawa nika niko pale e, baada ya, ya muda nikamsikia Pambalu alikuwa anapiga kelele sana Saa hiyo nilikuwa bado sijapoteza fahamu. Pambalu wakawa na, na mwipaya wakawa wanasema wameua, wameua, wameua, wameua. Damu zilikuwa zinavuja pale na damu zilikuwa nyingi sana, na eh, nikawa niko pale nimetulia, finali waka wakasema waka waka kwamba huyu mtu apelekwe hospitalini nikiwa pale chini waka, wakati wanapiga akina Pambalo wanapiga kelele, saa hiyo walikuwa wameshapandishwa kwenye gari, nikawa askari wakaja pale wakataka kuninyanyua waka waka estate wakashindwa kidogo kwa muda ule. Saa hiyo nilikuwa bado niko conscious, nikasikia sauti ya mtu mmoja aliyekuja, ambao anahisi aidha anaweza akawa nilikuwa ni, ni eh, mwana mapinduzi au ni askofu uh, Mwamakula akawa anasema sasa mi tumpandisha tum kwenye gari yangu uh, saa hii wakati ana demand hivyo, hawakuweza kunipandisha pale, wakakataa. Nikawa nimepandishwa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye gari ya, ya, ya wale askari e, kwenye ile gari ya askari wale ilikuwa nika nikatupiwa tu pale kama mzoga tu uh, it was very bad uh, nikatupiwa pale. Baada ya hapo, nikawa niko uh, kumbukumbu zangu hazikuwa nzuri. Nafikiri baada ya hapo nikaenda kuzindukia uh, cha sijui ni kituo cha afya au ni hospitali e, nikiwa nimenashonwa kichwa na wananishona kichwa, nikawa nimezinduka pale, nikauliza nika, hapa e, niko wapi? wakaniambia huko hospitali.